Waswahili wanasema samaki mkunja angali mbichi, akikauka hutaweza kumkunja. Sasa mwanangu, sikwambii hivi kwa sababu labda kuna tatizo, sikwambii hivi kwa sababu sijui kuna nini na kutayarisha tu. Nafurahi sana kuona kwa umri uliofikia, na najivunia sana kuitwa Mama Suzana kwenye hadhira. Nakuomba mwanangu usije ukanifanya nikajutia mama, Mama Susana ukanitia aibu. Na kuomba sana sana sana sana sana, kwa umri huo, kuna mambo mengi sana ambayo yapo, kuna vishawishi vingi sana ambavyo utakutana navyo. Naomba ujiepushe na vishawishi mwanangu, naomba ufanye yale ambayo mimi nakuagiza. Usikubali ushawishike na wavulana bado unao ndoto kubwa sana uko mbeleni. Kaa chini utulie, tuliza akili yako, wala usijiingize kwenye makundi yoyote yasiyofaa. Ukijiingiza kwenye makundi, mwisho wa siku utaingia kwenye mihadarati, utakuja kuingia kwenye ulevi, na mwisho wa siku utapoteza ndoto zako zote na elimu yako uliyokuwa nayo. Mimi mama yako hapa nilipo natamani sana mwanangu, usome ufike mbali na kuomba. Mwanangu Susana, nakupenda sana, naomba usinivue nguo, nivike.